Dr. Samia Suluhu Oye! Ngole! Oye! Oye! Oye! Oye! Kuomba kama msaada kaka. Ya kwanza kwenye barabara, Mheshimiwa mbungu, siku ile pale Nyakato nilikosa mda, lakini niliheshimu kwa sababu ugeni ulikuwa ni wa kitaifa. Sasa leo naomba ombi hili ulinoti, ambapo huwa unaanzia, ikiwezekana, kwenye simu yako weke kwenye profaili pale juu. Nahitaji ba, sana barabara kilomita nane ya kutoka Buhalahala kwenda Nyakato, twende tukaweke kiwango cha alami nyepesi, na sababu ninazo. Sababu ya kwanza ni kwamba barabara ile ina mwingiliano mkubwa sana wa magari mazito, lakini sababu ya pili wananchi wa Nyanguku, tunajenga stendi mpya pale Magogo. Kutoka hapa kwenda Magogo ni kilomita kumi na mbili, akipita Nyankumbu ni kilomita ishirini na nne. Afike Nyankumbu kuitafuta Magogo ni kilomita zingine zaidi ya nane. Kwa hiyo mimi nina manaipi, tunajenga stendi, tukisogeza huduma hapa, mwananchi wa Nyanguku hana haja ya kupita Nyankumbu lakini tukishaifikisha hapo tutawasukumizia wenzetu wa wilaya jirani ya Nyang'hwale. Kutoka pale kwenda Nyamgogwa na Ibambira ni takriban kilomita kumi na mbili. Inawezekana waziri mkuu anapita ile barabara, barabara inafungwa, anachepuka kule kilomita chache, anaingia Nyakato, anaingia stendi na maisha yanaendelea. Hilo ombi langu la kwanza kwako, Mheshimiwa Mbunge. Kwa miaka hii mitano najua unaenda kupambana, tutashirikiana. Nilishaanza na diwani mwenzangu wa Buhalahala tumekubaliana na kwenye, na kwenye baraza la madiwani itakuwa ni ajenda yetu ya kudumu CCM. Ombi langu la pili, duniani kote, duniani kote ziko huduma hazipaswi kujengwa katikati ya makazi ya watu wengi. Mheshimiwa Mbunge, juzi Rais amesema, na wewe umekuwa umesema na mimi, kwenye ilani nafuatilia kwamba angalau serikali ya Dkt. Samia Suluhu imeenda kututunuku chuo kikuu kwa mkoa wetu wa Geita, hususan jimbo letu la Geita mjini. Chuo kikuu na kijenga wapi? Tunataka tupeleke chuo kikuu nje kidogo ya mji wa Geita, na nje kidogo ni wapi? Ni Nyanguku, maeneo tunayo, na tunayo. Maana yake nafikiri unaendaka Dodoma, dar es Salaam, ukiuliza yudo mwiko wapi, utaambiwa iko pembezoni kidogo mwa jiji. Pembezoni mwa jiji maana yake ni kata ya Nyanguku, kwa sababu sifa tunazo. Mheshimiwa Mbunge, najua utanipokea na wananchi hao wanakusikiliza. Lakini ombi langu la pili, nashukuru sana na niwashukuru ni sana waheshimiwa madiwani hapo wamesema mba. Baraza letu liko vizuri, na mimi kwa kweli mlivyoniheshimisha nyinyi na madiwani wenzangu wakaenda kuniheshimisha hawa madiwani hawa, wamenipa kituo cha afya milioni mia tano ambacho tunaenda kukijenga hapa Nyanguku. Sasa ombi langu kwanza, gamba nipendi tukajenge kituo cha maana ya majengo naomba tukajenge kituo cha afya kwa maana ya huduma, tukawalete upasuaji pale, madaktari bingwa. Najua unajua kwa sababu kazi hizi haujazianza leo. Mimi najua misauzi tutaijenga hapa, lakini natamani sana, natamani sana huduma za kibingwa kwa ngazi ya kituo cha afya zifanyie Nyanguku. Mheshimiwa Mbunge, ukinifanyia haya na wananchi hawa wataendelea kuwa na imani na serikali yao CCM oye! Kwa leo, kwa leo nisizidishe mzigo sana kwa mbunge, maana unapongea sana, mwisho wa siku atashindwa cha kukupa. Mimi leo naomba kwa niaba ya watu wangu wa Nyanguku maombi matatu, ni utatu mtakatifu, na utatu mtakatifu ni diwani, ni mbunge na rais, na diwani wenu ameomba ma ma maombi mangapi? Matatu, najua yataenda kutekelezeka. Baada ya kusema hayo, hebu naomba mnyoshe mkono mnaotaka kumpokea Chacha mwa